Tanzania imeamua kabisa kuufunga mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Lakini cha kushangaza zaidi, serikali yenyewe bado inautumia mtandao huo kuufanyia kampeni za kisiasa, na sasa watu kutoka mataifa mbalimbali kama Nigeria, Kenya, Marekani na hata Watanzania wenyewe wameibuka na kusema maneno makali kumuhusu Rais Samia Suluhu. Leo hapa kwenye Mizuka Media tutasikiliza sauti za watu hawa kutoka pande tofauti za dunia tukijaribu kuelewa, je, hii ni vita dhidi ya upotoshaji au ni njama ya kisiasa kabla ya uchaguzi. Video Video ya kwanza inatoka Nigeria. Huyu kijana alishangazwa sana na uamuzi wa serikali ya Tanzania kuzuia Twitter, lakini bado kuendelea kuitumia kwa kampeni zake za siasa, na sasa anahoji, huu si unafiki? Maneno yake yamewasha moto mitandaoni, watu wengi wakikubaliana naye kwamba Tanzania inajaribu kutumia nguvu kudhibiti taarifa, huku viongozi wao wakiendelea kufaidi uhuru wa mtandao huo.

Kutoka Marekani, msichana Marekani mwenye asili ya Kiafrika alitoa kauli kali zaidi. Alisema hakuna nchi ya Afrika inayotekeleza demokrasia kwa sasa. Wengi walimsapoti, wengine walisema Tanzania ni mfano wa viongozi wa Afrika wanaoogopa ukosoaji, wakidai ni propaganda ya watu wa nje.

Kisha tunakuja Kenya, ambapo dada mmoja ametoa uchambuzi wake mzito. Anasema sababu zilizotolewa na serikali ya Tanzania kwamba ni kuhusu usalama wa taifa na kulinda watu dhidi ya habari potofu ni kizingizio tu. Hii ni kauli imevuta mjadala mzito mtandaoni, hasa kwa kuwa uchaguzi wa Tanzania unakaribia na watu wengi wanaona hii ni kama njia ya kudhibiti sauti za upinzani.

Sasa msikilize huyu dada mtanzania anayeishi nje ya nchi. Yeye ana hofu, ameamua kumwambia Rais Samia kila ambacho wengi wa ndani hawawezi kusema waziwazi. Kauli yake imepokelewa kwa hisia kali, wengine wakimpongeza kwa ujasiri, wengine wakimlaumu kuwa anashirikiana na maadui wa taifa. Acheni upumbavu wa Tanzania mkeni, halafu Samia anakuja kutumia era ya nani ya wananchi, ya kodi za wananchi, ananunua mibaskeli mibovu, ana print mapicha yake ya bandikwe mpaka kwenye ndege ambazo zinapaa angani. Yeye amekuwa nani wa madam bofu, amekuwa nani like, amekuwa nani kutoka Zanzibar kuja kutunyia kichwani? Tumechoka polisi, hatuna imani na yeye. Yeye ndo asenge kabisa, baridi msio dinda, hatutaka hata kuasikia ichi merogwa. Samia, umekuwa nani wewe? Umevunja sheria kugombea urais, hufai na hutakikani wewe, utaki yaani, kusimamia mpaka mavi ya chooni. Yaani mimi hata kwangu kufagia kwenye uwanja wangu no, no, no. Kazi hiyo haikufai, kwa sababu hujasomea, huna elimu wewe, kazi yako ni kuchukua mavi ya watu. Samia, anakula wewe na familia yako, ndio kazi agataku ufanye Unakunya mavi sisi taifa, unakula we na familia yako. Lakini sio wote wanaongea tu, kuna kijana mmoja kutoka Kenya ambaye alitoa ushauri wa ajabu kwa vijana wa Tanzania kuhusu maandamano. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa, wengine wanaona ni uchochezi, wengine wanasema ni ishara ya mshikamano wa vijana wa Afrika Mashariki dhidi ya udikteta. Eh, guys wale ambao mnaenda maandamano, kuna kitu inaitwa trafiki CCTV cameras unaona. Sasa mkiwa maandamano pale Dar es Salaam ama Dodoma ama whatever, unaona zile cameras zinakuwa zimewekwa kwa barabara. Zile zile cameras zinakontroliwa kwa ofisi, mostly of the cameras zinakaa kwa ofisi ya Inspector General wa polisi. Sasa pale watakuwa wanawaona, yani wanaona ndio wale kile kikundi kile pale, wako watu wangapi, tutuma askari wangapi, ama tutume gari aina gani, ama tutakabidhiana nao kwa njia gani. Wambie mziharibu kwa washinde kuwaona, washinde kuona vitu ambavyo mnavifanya kwa sababu kukabidhiana nyinyi itakuwa njia rahisi. Kwa hiyo, naomba waandamanaji, mshughulikie hayo mambo, mkiingia kwenye maandamano mshughulikie hilo swala kwa sababu litawasaidia aafai kujua mko wa ngapi, mmejiandaa vipi, mkoa wingi wa watu wangapi, kama tujisaidika vile tuiu. Zimebaki siku tano peke yake, tingie kwenye maandamano lakini kabla ya yote kumbuka video hii ya siku kadhaa zilizopita ya rais samia suluhu akiahidi kulinda wananchi wake na kusema hakuna atakayehatarisha uchaguzi lakini sasa wengi wanajiuliza je kuzuia X ni hatua ya usalama au ni ishara ya hofu kuna watu wanatishatisha ili kuwafanya watu wasitoke tarehe ishirini na tisa nataka kuwaambia ninayezungumza hapa ni amiri jeshi mkuu wa nchi hii Nataka kuambia wasithubutu, kibati tu tukikipasuka, sisi tuko nao, tumejipanga vizuri, tumejipanga vizuri. Tokeni kapigeni kura, rudini nyumbani mkapumzike. Hakuna hofu, hakuna kuogopa. Tokeni mkapige kura. Tokeni mkapige kura tarehe ishirini na tisa. Sasa wewe unasemaje mtazamaji wangu? Je, Tanzania inafanya jambo sahihi kulinda taifa lake au huu ni mwanzo wa ukimya wa kidijitali barani Afrika? Niachie maoni yako kwenye comment section, tuzungumze, manake hapa Mizuka Media ni mahali ambapo sauti za Afrika hazinyamazishwi. Hebwana, mi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo. Eh, bwana ee, tukutane kwenye video ijayo.